Ndio mliona tulipoteza, lakini bado mashindano yanaendelea, bado mechi. Ah, haikuwa matarajio yetu, lakini ndio mpira. Kwa hiyo tunajipanga mechi nne zijazo, na uzuri tuna muda mpaka Januari, tuangalie cha kufanya. kauli yako kwa mashabiki, mwenyekiti? Wasikate tamaa, wasikate tamaa, viongozi tunazidi kupambana hmm. na wachezaji wanazidi kupambana, benchi za ufundi basi tutaangalia to, tutarekebisha vipi? Uh, me, ni, ni mechi mbili ambazo tulistahili the... mm. Yeah, uh, kushinda lakini tumepoteza nafasi nyingi, lakini ndio mpira. Ukipoteza nafasi nyingi mwenzako ukifunga basi unafungwa. Hata uh, mechi ya away tumedominate kila kitu itakiwe kufunga goli mbili kabla hajafunga, lakini ndio mpira. Kuna namna mbili kupoteza nafasi, inaweza kuwa ni umakini kupungua. mm. Atakiwa kuongeza mazoezi zaidi, lakini kuna siku ingine siku mbaya, hata ukifanya vipi huwezi kufunga. Kwa hiyo tumekuwa na siku mbaya hapa eh, uwanja wa Taifa, tumekuwa siku mbaya pia kule Bamako. Yeah. Yes. Yeah, wanachama wameamua, wameamua wamekubaliana mapendekezo ya bodi kwenye kurekebisha eee, katiba basi, nadhani tutasonga mbele na zoezi litakuwa limekamilika. Tutaendelea sasa kuingiza wanachama wapya na usajili utakuwa umekamilika na mwekezaji sasa ataanza kufanya kazi, tutaanza kuona mambo ya mwekezaji makubwa zaidi. Wewe binafsi yako umeendelezwa na kila kitu ambacho kimemalizika, kwa sababu kuna baadhi ya wanachama tumeona wakilalamika mara baada ya mkutano kumalizika, labda baadhi, labda utaratibu hawakuelewa, kwa sababu waliulizwa kama kuna tatizo lolote ungeza nasema mkutano wa kufungwa kwa itifaki ambayo ilitakiwa kufungwa, lakini marekebisho yaliwasilishwa na waliuzwa maswali na wakapiga makofi. Kwa hiyo tafsiri ya mwenyekiti wa kikao ni kwamba waliridhia yale ambayo yalikuwa yampendekezwa. Na hiyo ni njia sahihi ya ya kufahamu kwamba wameridhia. Ah, sasa huo ni utaratibu kama akuridhia mtu akuridhika angenyosha mkono kwamba mimi hmm. kuna hmm. kitu napinga yeah. yeah. Asante sana, Shukran sana.